Mtu yoyote anayesimama kuupinga uchaguzi wa kikatiba ananajisi utamaduni wetu, katiba yetu na sheria za nchi yetu. Huyo pia tusimkubalie kamwe. udumisha amani ya nchi yetu kwa kukataa kabisa njia za vurugu, kwamba zinaweza kutengeneza mshikamano wa nchi yetu. Sio utamaduni wetu na sio asili yetu. Kama kiongozi wa mitume na manabii nchi nzima ya Tanzania, nataka kusema na manabii wanaotabiri machafuko. Sina maana ya kupambana na wahubiri wenzangu, lakini na dhamana kama nabii mwenzao, kuambia Mungu tunayemtumikia ni wa amani na haridhii matangazo ya machafuko. Manabii wote mnaotabiri mambo yanayohamasisha watu kutoka nje na kufanya maandamano kupinga sheria za nchi yetu na kuipinga katiba yetu, kwa maana ya uchaguzi ulio kihalali, nini hamtokani na Mungu. Sisi tutumie vinywa vyetu kuitamkia nchi ya amani, yes. Tunapotamka amani sio kwamba sisi ni wajinga. Tunajua kwamba hata wanaotafuta haki mahakamani, wakati vurugu na vita vimeinuka, mahakama za safari kazi yake kwa wazee wa baraza kutaka haki zao. Vita vikiinuka, hapatakuwa na meza ya mazungumzo yoyote ya kutengeneza haki, lakini amani ndicho chombo pekee kitaruhusu kuonana na kuzungumza. Amani ikiwepo kwenye familia, inaruhusu familia kuzungumza. Mwanamke, vita haitufai. Tunajua hatuwezi kukimbizana na familia zetu. Silaha ya kina mama, mke nyumbani, mwambie mbe wangu, tusiwe na maandamano. Mwambie watoto wako tusiwe na maandamano, ila tulitie jina yes, la Mungu yeah, kwenye taifa letu, mwenye maamuzi ya mwisho na haya tunaende